Mkazi wa Dar es Salaam, wakati wako wa kukaa na kuzurura kwenye jiji la Dar es Salaam umeisha. Unaweza ukazurura sana Dar es Salaam, kumbe Mungu amekuandikia maisha yako mazuri kule Katowe, kumbe Mungu amekuandikia maisha mazuri kule Tandaimba lakini wewe umekalia jua kali Dar es Salaam, jua linakupiga hali ni mbaya, maisha ni mabaya, halafu bado Yesu huna. Nimekuja kukutangazia mtu wa Mungu, hey, Yesu anaweza kukuondoa kwenye jiji hili na ukawa salama. Yesu anaweza kukubakiza kwenye jiji hili na ukawa salama. Hakuna kitu kingine zaidi ya Yesu Kristo, anayemtaka kwenye maisha yako wewe. Anawaambia wabaada wa Dar es Salaam, ulipo bila Yesu hauna maana. Nasema u bila Yesu hazina maana, makalio bila Yesu hayana maana, kuwa nzuri bila Yesu haina maana waepe bila Yesu hauna maana. Nimekuja kukwambia mtu wa Mungu ndio, <coughs> hautavuka mpaka bila Yesu. Yesu ndiye anayekuvusha mipaka. Neno la Mungu linasema ametufungulia malango ya vufaa sana lakini, wapo watu wakupingaa. Kuna walinzi waliokaa kwenye maisha yako, kuna walinzi waliokaa Dar es Salaam wamekupinga usitoke Dar es Salaam, wanakupinga usifunikiwe kwenye maisha yako, wanakupinga usifunikiwe kwenye biashara yako. Ninazungumzia walinzi wa, wa, wa kipepo. Hawa ni walinzi kwenye ulimwengu ya kimwili lakini kwenye ulimwengu ya leo wako, wanatenda kazi kwenye maisha yako, wanatenda kazi kwenye mkoa wako, wanatenda mataifa mengine yanaendelea, na kwa nini mataifa mengine yanaendelea? Kuna mataifa wenzetu wameamua kumtafuta Yesu, wakaamua kusimama kwenye malango ya taifa, kwenye malango ya miti, kwenye malango ya mikoa, na kuwachapa walinzi na kuwaondoa walinzi, ili wao wapenetreti, ili wao wapenye, sayao huko wa uro malango yao ayo wazi. Nimekuja kukuambia mtu wa mpia mpia, Mungu inawezekana, unazunguka kila siku, unazunguka na certificate yako, wakikuona wanasema umetoka kazini, lakini hawajui hata kazina wana na begi anadhani ana laptop lakini una magazeti yamejaa kwenye begi. Nimekuja kukuambia mtu wa Mungu, Yesu aliingia kwenye maisha yako, begi lako litakuwa lina maana sana, laptop itakuwa ya maana sana. Hautatembea kwa miguu, nakuambia Yesu atakupa kieyezi cha gari. Ninasema kwenye joto hili, wakati wengine wanayoyoma kwenye magari yao na wewe unapeta kwenye gari lako, labda uamue tu kusema nikwambie, gari ni kitu cha kawaida sana mbele ya Yesu. huwezi ukalinganisha gari na Yesu, huwezi ukalinganisha nyumba na Yesu, huwezi ukalinganisha biashara na Yesu. Hivi ni vitu vidogo sana kwa Yesu. Ukitegemea biashara yako, umekufa. Ukitegemea kazi uki yako, umeisha. Ukitegemea undugu yako, umeisha. Neno la Mungu linasema, amelaniwa mtu yule amtegemeaye binadamu na mtu na ndani yake amemwacha Bwana. Nimekuja kukwambia mtu wa Mungu, ni laana kubwa kumtegemea mchumba wako, ni laana kubwa kuitegemea biashara yako yak kazi yako ni laana kubwa kutegemea mashamba yako, ni laana kubwa kutegemea kazi yako, ni laana kubwa kutegemea mifugo. Kwanzia siku ya leo nimekuja kukuambia mcha Mungu, weka biashara yako hapo, una mifugo yako hapo, una kazi yako hapo, una ofisi yako hapo, hakikisha ufalme wa Mungu unakuja. Jua linapochomoza itie ufalme wa Mungu tawale kwenye biashara yako, sio biashara itawale kwa sababu falme wa Mungu hautendi kazi kwenye maisha yetu, lakini hatujui tu. Jisikani huyu Mungu alivyotupenda, kwenye mawazo ya Mungu kabla ya ulimwengu kuumbwa, kwenye wazo la Mungu ulikuwepo, haujaja kwa bahati mbaya. Wewe sio wakuteseka duniani, wewe sio wakuangaika duniani. Mungu za kuleta duniani, duniani, ili uteseke ili uangaike ili uyumbe. Kinachopungua kaleni yako hauna maono. Neno la Mungu linasema without vision kundi la watu wengi kwenye taifa la Tanzania hawana maono. Wanaamka asubuhi, ajui anaishije, ajui anaendaje, anabatisha tu anaamka tu. Kwa kubatisha ndani ya Yesu Kristo tuna uhakika atubatishe ndani ya Yesu Kristo, tuna imani atubatishe ndani yake, tunashinda na tuna zaidi ya kushinda ndani ya Yesu. Amen unayo kusudi kwenye maisha yako unayo mission kwenye maisha yako you have a vision to accomplish kusudi lako sio kupika tu kusudi lako sio kuchekecheka kitandani tu unayo kusudi la kulifanya kwenye hii dunia pamoja na kuzaa pamoja na kuhudumia pamoja na kupika lakini kumbuka kuna jambo la Mungu kubwa unapaswa kulitenda Mungu ameweka vitendia kazi ndani yako Mungu ameweka vipawa ndani yako lakini hujavijua vipawa ulivyonavyo Dar es Salaam. Ndio, yeah. Maana una hahaha Dar es Salaam. yeah. Jua linakupiga asubuhi mpaka mchana, unakosa uelekeo. Kuna wengine mpaka wanapotea magari, hawaelewi yeah. wanapanda magari ya makumbusho kwenda Pugu. hawajui kama wanapanda magari ya makumbusho kwenda Tegeta, akili zimeyumba na sababu ya jua. Ninakuja kukuambia Yesu Kristo Uliza akili, neno la Bwana linasema, mawazo ya Mungu yako juu sana zaidi ya mawazo ya mwanadamu. Ukiakiwa mawazo ya Mungu kwenye maisha yako, mawazo ya Mungu yako juu zaidi ya mawazo ya mwanadamu. Mawazo ya Mungu yakiwa juu kwenye maisha yako, biashara yako lazima iwe juu, ndoa yako lazima iwe juu. Mawazo ya Mungu yakiwa juu ndani ya maisha yako, maisha yako ya lazima yao juu. Nimekuja kukwambia, ruhusu mawazo ya Mungu yaliyo juu yatende kazi ndani yako. Yesu Kristo akukupa ushindi. Mtu wa Mungu, kama unaagiza unatenda kazi, asikuambie mtu shetani anafanya kazi, asikudanganye mtu lakini nalikuja kukwambia Mungu yuko kazini, tena anamzidi shetani. Mungu anatenda kazi kwa nguvu zote kuliko ibilisi. Sasa ni ni kazi kwako kuamua unakaa upande gani. Kama hutakaa upande wa Mungu yeah, shetani anakuchakaza. Kama utaamua kusimama na Yesu mtu wa Mungu, shetani hatakuona, utamshinda shetani kwenye maisha yako. Haleluya.